Uh, kama serikali tunataka tuhakikishe tu kwamba hapa Katoro ndio senta kubwa sana ambayo shughuli za kibiashara zinakuwa. Tunataka tuhakikisheni kwamba tutaendelea kujenga mazingira mazuri ya vijana kuja kuwekeza, na ni vyema vijana wakaangalia fursa zingine. Leo hapa hatuna sehemu nzuri kwa ajili ya watoto wetu kucheza. Ukija kuwekeza kwenye maeneo ya mchezo, hususan michezo kwa vijana na michezo kwa watoto, unaweza kufanya biashara kubwa sana. Tunahitaji maeneo kwa ajili ya kumbi Leo ukihitaji night club hakuna, ukihitaji kumbi kwa ajili ya harusi hakuna. Kwa hiyo yote hizi ni fursa ambazo zinapatikana kwenye eneo la Katoro, ni vyema wakavichangamkia kwa ajili ya kufanya biashara kwenye eneo la Katoro. Kilichonisukuma kuwekeza katika mji wa Katoro, kwanza ni mji wenye amani, pia ni mji wenye watu wengi wanaopenda vitu vizuri na ni mji wenye, wenye uhakika. Ndio maana nikashawishika nika kuja kuwekeza hapa. Pia nipende kutoa pongezi kwa watu wote waliofika hapa mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya, na watu wote waliokuja kunisupport saoti. Nitoe shukurani za dhati sana, nimefurahi na nimeenjoy sana kuona watu ushirikiano. So na, wa namna hii kama diwani diwani wa kata hii Arudete na ni mwenyekiti si wa halmashauri ya Geita DC. Ninafurahi sana maendeleo ya vijana yanapofanyika, na yote haya maendeleo yanakuja baada ya mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa fursa. Ametoa fursa kwa vijana kwa wazawa wazalendo wa nchi hii akawapa leseni. Leo leseni zile zinatoa madini ya dhahabu. Na ndio maana unaona vijana wanakumbuka kujenga nyumbani. Na ndio maana unaona vijana wameamua kuwekeza zaidi ya milioni 500. Amewekeza hapa kwa ajili ya barbershop kupata huduma. Na ni kijana ambaye ni mdogo sana na amepata kipato chake kupitia uchimbaji wa madini ya dhahabu. Lakini, Manuel Joseph Atiklambo, sisi kwetu sio ni kwamba tumetanua wigo kwamba hili swala usichukulie tu labda Dar es Salaam au Mwanza au Arusha ni kwamba hata Katoro watu wapo na wanaweza wakaweza, na kwamba kwa, mba, kwa mfano, labda mtu anataka kuwekeza atachukulia mfano kutoka kwetu sisi ah, uwekezaji tumeufanya kwa ajili ya ku... lengo kubwa ni kujikwamua kiuchumi. Unajua vijana, serikali yetu inataka tujiajiri tusitegemee ajira. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo ya kujiajiri. Ukiangalia kama hapa sisi vijana tumefungua hii barbershop, gym na sauna, lakini tumeajiri vijana zaidi ya hamsini. Kwa hiyo umeona tume create ajira nyingi zaidi. Kwa hiyo tunashauriwa kama vijana wenzangu, waandishi uaandishi, nashauri kiwekeza, lazima utakuwa umeajiri, utawavutia na vijana wengine hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni hicho. Kwa jina mi naitwa Abdu Ramadhani, ni meneja wa kampuni ya baki hii. Kampuni yetu tumewekeza vitu vingi. Uwekezaji wa kwanza, kuna barbershop nzuri sana babashop ya kisasa yenye vitu vilivyokamilika. Tuna gym, gym ya kisasa, vilevile tuna kaosh. Lakini kwenye huduma zetu za babashop kuna huduma ya sauna, pia utaikuta kuna massage, kuna pedicure, kuna manicure yani shoti huduma zote classic za barber shop unazikuta Blackie barber shop. Kwa sasa kwa vijana wenzetu tunawakaribisha sana wateja wetu waweze karibia kwa hudumu walio bora waliobobea hii kazi kwa vinyozi walio bora pia kwao, karibuni sana nawakaribisha Blackie barber shop nawakaribisha kwenye kampuni ya Blackie, kwa ajili ya kufanya kazi nasi. Kwa sisi tumekuwa na, na, na, na, na kitu kikubwa namna hii ni kitu ambacho tunahitaji watu wajifunze. Kwa niaba ya mkurugenzi pamoja na madizaina wetu wazuri, wamefanya kitu kizuri. Tunashukuru. Hii ni habari nyingine.